Sasa mnisikilize, wewe ndio project manager, wewe store keeper, manake mambo yote yanayoendelea hapa nyinyi mnajua, si ndio? mm-hmm. tupo sawasawa. sawa. Yes. Hakuna kitu kinaenda tofauti hapa, material zote zinazotakiwa kuletwa hapa zinakuja kwa wakati na <laughs> zinazohitajika na zinazohitajika. Sihotech ndio mkandarasi mkurugenzi wa Sihotech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 ndani ya siku mia moja za rais, manake ilibidi tu, tu, tulipate tu ile soko na ile stendi. Wewe hela zote hizo unapewa unaweka mfukoni, alafu nini kitajenga hapa? Unasema technology naenda kusolve hili, una solve vipi? Wakati mnaanza design maji yalikuwepo, hiyo reconstruct, hamna hamna, huwezi ha, kuzuia. Lakini hiyo tumeizuia sasa. Hii ya kuweka hela mfukoni ambazo za project, unaisolve vipi? Si unatuletea loss, alafu wananchi hao tuje tuambieje? Kwamba tunadanganya au hatusimamii? Wewe ndio tuliyokupa kazi.